Maana kuna watu wengine natamani sana kujua ibada imeendaje. Kuna watu hawajafatilia, wapo mtandaoni, wako tu nyumbani, lakini wana anamdaa kuingia mtandaoni. Je, yeah, ibada ya leo, mtumishi, kuhusu eh, ujumbe uliosema kwamba kuwa na tahadhari na mambo ya imani, mambo ya kiroho, unatushauri nini? Oh, katika ujumbe wa leo kama mtumishi wa Mungu, Daktari Daniel Johnson amefundisha somo kuhusiana na habari za kuto, kuto kujisahau au tusijisahau. Amezungumza somo hili kwamba tusijisahau kwa sababu, kwa kawaida watu wamekuwa wakiishi duniani kana kwamba wameshafika, kwamba hakuna mahala pengine ambapo hawaendi, wanaishi duniani kana kwamba ni kwao. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu kafundisha hapa, tusijisahau. Tukiwa hapa duniani tujue kwamba kuna wakati Yesu atakuja, na kuja kwake hakuna aliye na taarifa, ni kama mwizi ha, hakuna aliye na taarifa. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni jambo la ghafla. Kwa hiyo watu wawe na umakini na wawe tayari wakati wote, kwa sababu kuja kwake ni kama mwivi. Kwa hiyo watu tusijisahau tukaanza kuifuata dunia kuifuata sawasawa na inavyoenenda, tukizania kwamba tumefika. Asante, nashukuru. Nahisi anavyosikia sasa hivi sauti yako unavyoongea maneno yako unavyomwambia, nadhani anapata kitu. Najua watu wanatamani kupata kitu ambacho kinaweza kumsaidia moyo, imani, e, hapa, Mungu, Praise, aa, na fikira zake ziweze kufunguka. Tuna mtumishi mwingine hapa, mtumishi wa Mungu mwanapresi hapa Shekina, naye anarakwakela kuongea kuhusu mambo ya wanapresi na wanakwaa kwa ujumla. Tusha Mungu sija majinako sijafahamu, naitwa Furaha Pascali. Mimi ni mwana Praise na natumika mahali hapa, lakini pia ni mwana kwaya. Aa, ujumbe wa leo wana namna ambavyo tumejifunza ni kwamba tuwe tayari kwa muda unaotufaa na hata usiotufaa pia. Tunapokuwa tunatembea, tujue ya kwamba sisi hatujui ni wakati gani au ni mahali mahali gani ambako wewe hapo itakuwa ndo mwisho wako. Ehe, kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu alivyotufundisha ya kwamba sisi hatupaswi kukaa kujisahau, maana yake tusijisahau, ukazidi uka kufanya mambo ya dunia, ukazidi kustarehe, ukazidi kufanya vitu ambavyo havimtukuzi Mungu, ukasahau ya kwamba kuna siku yoyote ile ambayo utaweza kuondoka hapa duniani ukaiacha dunia kama ambavyo ilivyo. Asante watazamaji wa Mbuyuni TV, popote mlipo, msichoe kutufuatilia. Ingia mtandao wa kijamii Facebook, unaweza kaandika uh, jina la taifa letu, nchi yetu, utatukuta. Ingia Facebook, andika jina la James Shija eh, eh, TV, utatupata. Ingia YouTube, andika Mbuyuni TV utatupata. Ingia TikTok, andika Mbuyuni TV. Ingia Instagram, andika James Shija. Duko online masaa 24. Watumishi wa Mungu na wengine ambao sio watumishi nakaribisha na vipindi vyetu vya kila siku Jumapili e, baada ya ibada kupata uh, ujumbe uliotolewa na mtumishi wa Mungu Dr. Daniel Johnson seni akipatikana maeneo ya kanisa la Shekina Chaji Madare. E, mtumishi wa Mungu, majina yako hukuyasema, kuna watu wanatamani kufahamu ni nani na unatoka wapi. Kwa majina naitwa mwalimu Charles Elias Masoda. Natakia mchana mwema watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. mm. mm. uh -uh. uh -uh. Ulikuwa na mimi James Shija kutoka hapa Madare Mbuyuni TV. mimi mtangazaji wako James Shija, naendelea kukuletea matukio mbalimbali katika mtandao ya kijamii. Usichoke kunifuatilia, endelea kunifuatilia, pia nitie moyo kwa maswali na kulike, kushare kwa watu wengine Bamba. Kuna watu hapa tunao vijana ambao ni wazinzi waliokubuhu, wakipanga unamtembelea mpendwa kijana, unakuta kuna suruali, anakuambia hiyo tu kaka yangu kaiacha, kaacha. Kaka wapi? Uwe wazi, hawara kaacha.